Karibu katika mada. Leo tunaangalia faida za mfungo kiafya, au faida ambazo unazipata katika afya yako kama utafunga. Mfungo ya desturi inayopatikana katika tamaduni za dini mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Uislamu, Ukristo, Ubuza na Uhindu. Mbali na kuwa ni ibada, mfungo una faida nyingi za kiafya ambazo zimekuwa zikithibitishwa na tafiti za kisayansi. Kama ni mara yako ya kwanza kuja kwenye chaneli hii, tafadhali usisahau kusubscribe ili unapata mauzuri mara kwa mara, lakini kama usha subscribe, basi tuendelee kusikiliza mazui haya mpaka mwisho. Hebu tuone faida za kufunga kiafya. Faida ya kwanza, huimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mfungo hutoa muda wa kupumzika kwa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, husaidia kusafisha mwili na kuboresha ufyonzaji wa virutubisho. Faida ya pili husaidia kupunguza uzito kwa kuwa mwili hutumia mafuta yaliyohifadhiwa kama chanzo cha nishati. Wakati wa mfungo unaweza kusaidia kupunguza uzito na kuimarisha afya ya kimetaboliki. Faida ya tatu, husafisha mwili, Detoxification. Wakati wa mfungo mwili huondoa sumu kupitia ini na figo, hivyo husaidia katika kuimarisha afya ya mwili kwa ujumla. Faida ya nne: kuimarisha kinga ya mwili. Tafiti zinaonyesha kuwa mfungo unaweza kusaidia katika kuzalisha seli mpya za kinga na kupunguza maambukizi ya magonjwa. Faida ya tano: kuboresha afya ya moyo. Mfungo husaidia kupunguza viwango vya kolesteroli mbaya LDL na shinikizo la damu, hivyo kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Faida ya sita kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Kwa watu wenye hatari ya ugonjwa wa kisukari, mfungo unaweza kusaidia kuboresha unyeti wa insulin na kudhibiti sukari kwenye damu. Faida ya saba kuongeza afya ya ubongo. Mfungo umehusishwa na ongezeko la homoni ya brain derived neurotrophic factor BDNF ambayo husaidia kulinda seli za ubongo na kuzuia magonjwa kama vile Alzheimer na Parkinson disease. Vidokezo vya kuzingatia wakati wa mfungo: kunywa maji ya kutosha ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Kula chakula chenye virutubisho vyenye afya wakati wa futari na daku. Epuka vyakula vyenye sukari nyingi na mafuta yasiyo na afya. Fanya mazoezi mepesi kama kutembea au yoga. Sikiliza mwili wako, ikiwa unahisi udhaifu mkubwa au matatizo ya kiafya, tafuta ushauri wa daktari. Kwa ujumla, mfungo ni njia bora ya kuboresha afya ya mwili na akili, mradi unafanya kwa usahihi. Tafadhali tukutane katika mada ijayo. Usisahau kusubscribe, kulaiki na kushare video hii kwa marafiki. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba.